Mkuu wa Mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amekutana na viongozi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania NDC waliofika mkoani Njombe kwa ziara ya mafunzo ya washiriki wa kozi ya kumi na nne. Ziara hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mitaala ya mafunzo ya ulinzi na usalama wa taifa. Akizungumza katika kikao hicho, Mtaka amesema Mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa inayochangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa Tanzania kutokana na uwepo wa shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazofanywa na wakazi wa Njombe. Njombe, uh, ina uchumi <coughs> mkubwa sana ambao wengi mmeusoma kwenye vitabu na mnausikia, lakini Rais ameamua sasa uchumi ufanye kazi, uchumi wa makaa ya mawe ya Liganga na Mchuchuma Njombe. Kwa hiyo tumefanya nini? Mheshimiwa Rais ametoa pesa za kulipa fidia ya mradi wa Mchuchuma na Liganga, na Serikali inakamilisha mazungumzo ya uwekezaji wa mradi wa Liganga na Mchuchuma. Miaka ya nyuma tulikuwa tunazungumza, as of now, Rais ametenda, ametekeleza <coughs> utekelezaji wa mradi wa Liganga na Mchuchuma ni moja ya legasi kubwa kubwa sana ambazo Mheshimiwa Rais ataziandika kwenye alama ya Watanzania. Ni mradi ambao umeingizwa kwenye dira ya taifa na kwenye miradi ya vipaumbele vitakavyotekeleza kwenye dira. Mradi wa kwanza ni mradi wa Liganga na Mchuchuma. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba kule Rudewa vitajengwa viwanda chuma itachimbwa, itachenjuliwa, viwanda vitajengwa kule. Makaa ya mawe ya Rudewa yatazalisha umeme megawati mia sita. Imetajwa kwenye dira ya taifa, imetajwa kwenye ilani ya uchaguzi, na iko kwenye mpango wa serikali wa miaka mitano. Lakini rudewa kule tuna mradi wa maganga matitu ambao ni mradi wa chuma <coughs> unafanya kazi kwa ushirikiano kati ya shirika letu la maendeleo la taifa NDC na mwekezaji wa Fujian, lakini pia tuna mradi mkubwa wa makaa ya mawe wa Katewaka. Hii miradi ikienda kukamilika katika nchi yetu, tutakuwa tumepata eneo lingine jipya litakalochangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye mapato na makusanyo na uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo wale ambao mna nafasi kwamba kwenu ni huku, miaka mitano inayokuja ni fursa ambayo unaweza ukajuta ni kwa nini hakuiona mapema, kwamba leo unatoka NDC Dar es Salaam kwa lami mpaka Makete na lami proper <coughs> lakini huko uko Makete mlikoenda zimejengwa facility za afya watu wanafanyia operation kwenye vijiji huko huko kule Makete mlikoenda wana miundombinu mizuri sana mashule. Mkoa wa Njombe una watu laki tisa. Makete wilaya ina watu elfu tisini. Ile hospitali ya Ikonda inatibu watu laki nne. Kuna watu wanatibiwa kutoka Dar es Salaam, Moshi, Arusha, wanakuja kutibiwa huko Ikonda, na hata pengine ndugu zenu humu mmeshaisikia watu wanatibiwa kuja huko Ikonda. Wanatibu watu kutoka Zambia, wanatibu watu kutoka Malawi ni, eh, kutoka Kenya. Ni hospitali ambayo imebeba uaminifu mkubwa sana kwa watu katika utoaji wa huduma. Kwa hiyo kwenye medical tourism hospitali ya Ikonda kwenye, <coughs> ya kwenye mkoa inafanya vizuri sana, lakini mtakuwa meona utajiri wa nchi. Kuna watu wanaona tu mbao huko mjini, ukija mkoa kama Njombe, Njombe is the home of timbers ni mkoa ambao uchumi wa miti ni uchumi mkubwa sana. Mheshimiwa, naomba ni declare katika lecture zako ambazo umesema si mbili au tatu za NDC, mojawapo niliwahi kubahatika kuwa sehemu ya watu ambao walipata lecture yako kipindi kile ukiwa mkuu wa mkoa wa Simiwi. Ndio ulisema kwamba uliwahi kuwaita vijana Simiwi ukawatenga wao, graduate na hawa ambao sio graduate kama nitakuwa okay. nakumbuka vizuri, yeah, nakumbuka ulisema kwamba wale graduate hawakutoa any feasible solution yeah. ya matatizo yao mm. ila ukasema mm. wale ambao hawana elimu kubwa walikuja na proposal nzuri, na mmoja wapo ukawa umemsponsor katika kutengeneza soko la mafuta alizeti. By that time wanasema ulisema kipindi hicho tayari ameshakuwa tajiri pale Simiwi. Yeah. Mheshimiwa, hili ni kama swali, unawashirikisha vipi vijana katika mkoa wako ili kuwabadilisha mindset waweze kuona fursa katika mkoa wako badala ya kuendelea kukimbia na kwenda Dar es Salaam kufanya biashara katika maeneo mengine. Na washirikishwe pale Makambako, Mheshimiwa Chongolo amechukua vijana wote wanaofanya mambo ya bodaboda, bajaji akawapeleka mafunzo. Wanafanywa training ya driving na wanapewa leseni. Lakini pia tunawabunga hapa wameanza kutrain na halmashauri tumesema wajenge uwezo wa makundi ya vijana. Katika kumanage, juzi tulikuwa na mkurugenzi wa Ratra, tukasema tunataka tukusanye watu wa bodaboda na bajaji tuanishe sacos ili waweze kufundishwa hata mambo ya income. Mtu akishafahamu kwamba thamani hii pikipiki piki ni uchumi, amtagombana kuhusu behavior ya kutembea barabarani kienyeji. Wakati fulani naenda kutembelea soka akademi moja Ulaya nienda kutembelea, nilikuwa ni na interest ya kutembelea hivyo wanaanishaje academy? Nikaambia, nikamwambia nataka kuleta hapa mtoto wangu, lakini kwa kujifunza tu, sikwasi na mtoto akupeleka. Wanakufundisha, wanakutrain kwanza hiyo mpira, wanakutrain lugha, wanakutrain behavior, papo mara wa na uchumi kwamba ukipata katika achievement utapata hela, unaweza ukazitumiaje? Sasa Ukimfundisha mtu, mtu, mtu akisha kuwa economic sensitive anakuwa na nidhamu. Ndo maana sisi mtu otoa anajisomea, kasoma, kamaliza, kaenda interview pale, kadefend vitu vyake, kapata ajira, hajui chochote kuhusu thamani ya ile kazi. Sasa Brigedia Songea anza kumwita bana, acha pombe itakuharibia kazi. Mbona unatoroka sana kazini? Mbona umekuwa ni mzembe? Kwa sababu yeye huyu alisoma tu Elimu dunia kapata vyeti akaajiriwa, tunatoka kifua mbele. Sasa mimi ushauri wangu mheshimiwa, ni kwamba huu mkoa umesonga mbele kwa haraka sana kwa upande wa kiuchumi, lakini pia unaonesha mfano kwa mikoa mingine ya Tanzania wote tunaona. Lakini pia sambamba na hilo, nchi yetu inategemea sana kilimo. Huu ni ushauri wangu mheshimiwa, mkuu wa mkoa nchi yetu inategemea sana kilimo na kwamba nguvu kazi kubwa ya taifa imeegemea kwenye kilimo na hata uchumi mkubwa wa taifa unatokana na kilimo. Lakini mheshimiwa, ushauri wangu kwenye hilo sasa ni kwamba nashauri tuwekeze sana nguvu sasa kwenye barabara zinazokwenda vijijini, barabara zinazokwenda vijijini ambako mazao yanayoleta yana uchumi wa hii nchi ni mbaya, kiasi kwamba unakuta magari saa nyingine yanakwama yakiwa na shehena ya mizigo, yanakwama yakiwa na shehena ya mbao, kiasi kwamba ule mzigo ukifika sehemu ya soko thamani yake inakuwa amini, bei zake inakuwa kubwa kutokana na hali ngumu ya barabara. Ni kweli sisi bado tuna kasumba ya kuweka tu miundo mbinu kwenye makazi ya watu, hatuoni kwamba shamba ni nini. Shamba ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni pesa, eh. In fact nani, na Brigedia Songea, ni kama wanavyoona watu wanafungua, kwa mfano, mtu anasema nafungua kampuni ya ujenzi wa barabara, nafungua kampuni ya ujenzi wa miradi ya maji. Huko duniani watu wana makampuni ya kujenga mashamba, anakuja na kutengenezea shamba lote, na ndio maana kuna watu pia wana manage mashamba. Kwa mimi na shamba langu nataka kulima nyanya nataka kulima parachichi unatafuta, unatafuta uh, company, ya kumanage unawalipa mnaona tu kwenye, kwenye pesa kwenye mauzo sasa wanasema ni lazima mitazamo yetu itoke ito, kwenye vitu tulivyovizoea kwa hiyo hapa kwenye barabara za vijijini ambacho pia tumekiongeza hapa nadhani na, na NDC mkakichukua mnapoonana hata na watu wa, una, na wadau wengine focus ya alami iwe mjini hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndiyo Chuo cha Taifa cha Ulinzi ni tunasema ni inter service institution kwamba ni serikali na civil, civil institution, chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kilianzishwa mwaka 2011 na kakamisho ni mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili na swala kubwa ni kuwa equip, kuwaelimisha kwamba hawa kwa members kutoka sehemu mbalimbali kuwapa elimu inayohusu usalama wa taifa au ulinzi wa taifa kisiasa, kiuchumi, kijeshi, kisayansi na kimahusiano ya kimataifa lakini pia ni kujua taasisi mbalimbali mbali za serikali zinafanyaje kazi, tukizingatia kwamba hakuna tatizo la jeshi peke yake. Matatizo yote ni ya pamoja. Sisi chuo cha taifa cha ulinzi tunaamini kwamba swala la ulinzi wa taifa sio swala la walinzi peke yake, kwamba wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa labda pamoja na vyombo vya dola peke yake. Tunaamini kwamba hili ni swala la kila mmoja wetu, kila mmoja wetu katika sekta yake: miundombinu, elimu, afya, kilimo, mifugo, viwanda na biashara, na vitu vyote kama hivyo. Kwa hivyo tunaamini kwamba ulinzi ni wa kila mmoja wetu kwa misingi hiyo, na kwamba pia hata katika jambo lolote linapotokea, mipango lazima iwe shirikishi. Kwa mfano unapotaka kuweka miundo mbinu ya maji, hawezi kutoka idara ya maji peke yake akatengeneza miundo hiyo kwa kuhusisha yeye peke yake na ufikiri wake. Lazima aende kwa watu wa maendeleo ya jamii, wana mipango gani? Watu wa umeme wana mipango gani? Wajenzi wa barabara wana mipango gani? Watu wa ardhi wana mipango gani? Tukishashirikiana hivi, na maana mpango wote utakapokuja kujenga hospitali, na maana walisha farasini toka kipindi kile. Kwa sababu ilikuwa shirikishi, ndio maana ya kozi pia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nachukua muda wako mwingi. Yeah. Zaidi ya hapo ni kushukuru sana wewe pamoja na secretariat kwa maandalizi haya na mapokezi yetu, na kwamba tunaomba hii iliyoanza sasa iendelee, kwa sababu kwa miaka mingi tumekuwa tukija Njombe tukijifunza, na mpaka kuomba tunakuja mara kwa mara ni kwamba mapokezi yamekuwa ni mazuri, na kile ambacho kimekusudia kujifunza, tumekuwa tukijifunza.